Mtazamaji wa Nyikani TV leo, kama ujuavyo, kwamba ni tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano kesi ya wakili msomi huyu uh, si mwingine Tundu Lissu, amefikishwa leo mahakamani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Katika kesi hiyo wakili wa kujitegemea Bonifasi Anyisile Mwabukusi pia ambaye ni rais wa wanasheria wa Tanganyika, ni chama cha wanasheria Tanzania ama Tanganyika, Tanganyika Law Society TLS, amefika pia katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza mwenendo wa kesi ambao unaendelea. Lakini baada ya kufika na akaingia katika chumba cha mahakama baada ya kesi kuisha akazungumza pia na waandishi wa habari, lakini leo tumeona sisi tukuletee angalau ambacho amekiandika katika ukurasa wake wa Facebook, akitoa maoni mbalimbali kwa kwanza akisema, anasema leo nimepata fursa ya kufika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Nimeridhishwa kuwa wananchi wengi wanapenda kufuatilia na kusikiliza shauri la kiongozi wao wanayempenda, na waendi mahakamani kufanya vurugu. Anasema nimeridhishwa pia na utaratibu uliowekwa na mahakama kwa kushirikiana na mawakili husika katika shauri hili ya namna bora ya wananchi kuweza kuingia na kufuatilia shauri kwa utulivu. Anaendelea kwa kusema pia kuna changamoto zilizojitokeza, anatoa ushauri kwa kama ifuatavyo. Anasema moja, kuzuiwa kwa baadhi ya wadau wa haki za binadamu kutoka nchini Kenya waliotaka kushuhudia uendeshaji wa shauri hili, jambo hili lifanyiwe kazi na lisijirudie, kwani tunaweza tukafikiri na kuamini tunasaidia kumbe tunaharibu na kuharibia wengine. Namba mbili, anasema kutokana na udogo wa chumba cha mahakama, ni vema kuwa na spika au skrini kwenye sehemu ya wazi ambayo walio wasioweza kuingia ukumbini waweze kufuatilia Sha, shauri hilo linapoendelea ndani ya mahakama. Namba tatu, anasema pia mahakama ione kuwa ni sehemu sasa ni sahihi sasa kupitia mtandao wake wa ruhusu wadau wengine wa kidigiti ama kidigitari kuweza kuonesha mwenendo live wakati wote. Anamaliza kwa kusema haki siyo tu itendeke, bali dhihirike pasipo shaka kwa kuonekana kuwa haki imetendwa na imeonekana. Baada ya maoni yake hayo, wasomaji wake katika ukurasa huu wa Facebook wanaeleza maoni yao kuhusiana na andiko hili wakisema. Alexi Nkwama anasema haki na kweli vitaushinda uovu wa watawala. Almadi Shaibu anasema pia, hii kauli ya upelelezi haujakamilika inazidi kutesa watu. Innocent Nywaini anasema walirusha live YouTube watu walikuwa wali wanaangalia. Bryson Dickson anasema asante. Umi Hasani anasema Lissu ni mpango wa Mungu. Mlichukua mamlaka ya Mungu, Mwenyezi Mungu akamlinda na akajibu kwa wakati. Hakika wakati sasa ni wakati sahihi, wakati ni wa, wakati sahihi ni wakati wa Mungu bora mafaa Anasema mambo yalikuwa madogo mno tangu mwanzo mkenge, mkenge kubali haya yote, mara idu, mara sijui mabalozi, mara sijui makanisa, mara sijui waraka, yasingepata nafasi ya kupenya humo. Nchi ya amani Tanzania, tunaipenda kwa wivu mkubwa. Mungu, ibariki Tanzania na watu wake. Isaac Kiungu anasema huyu mwamba ni chuma cha moto wa kuotea mbali, hapoi kwa maji mengi wala barafu. Haya ni baadhi ya maoni ambayo ya yanatolewa na wasomaji wa Boniface Mwabukusi katika ukurasa wake huu wa Facebook, ambapo ameandika maoni kadhaa akieleza kuridhishwa na mwenendo wa uh, kesi au wale wananchi waliporuhusiwa kuingia katika chumba cha mahakama, lakini wengine pia wakawa nje. Lakini pia ameshauri kwamba kwa sababu ni eneo ni dogo hivyo, mahakama ikiwapendeza watanue namna ya kufanya, au waweke skrini nje na vipaza sauti, ili wale ambao wanashindwa kuingia ndani waweze kuingia. Lakini Umi Hassan anasema Liz, anasema huyu uh, Isaac Kiungu kama alivyoeleza katika maoni yake Maoni ni mengi kweli kweli, lakini ona angalau tukusomee maoni haya machache ambayo yapo katika ukurasa huu wa Boniface Mwabukusi, kufuatia maoni yake aliyoyatoa baada ya kesi kuahirishwa ya kinara wa chama cha upinzani nchini Tanzania, usi mwingine ni Tundu Antipas Lissu. Mtazamaji, karibu kuendelea kuitazama Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga.